Vijana wametakiwa kuhakikisha wanatumia vizuri mitandao ya kijamii hasa kwenye kipindi hiki cha uchaguzi kwa kuto kuweka vitu ambavyo vinaweza kuleta taharuki. Hayo yamezungumzwa na Brigedia Jenerali Paul Masinde ambaye alikuwa mgeni rasmi kwenye kufunga mafunzo hayo na kueleza kuwa vijana hao wanatakiwa kuwa mfano kapsanya, kwa kufanya matendo mema kwenye jamii. napenda kutumia fursa hii kuwaasa na kuwafungusha juu ya matumizi bora ya mitandao ya kijamii kutokana na ukuaji wa maendeleo ya teknolojia na utandawazi, mitandao ya kijamii imekuwa ni sehemu katika mazingira yetu na katika maisha yetu ya kila siku. Aidha, baadhi ya vijana wamekuwa hawana elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii na unaweza ukafanya jambo kwenye simu yako janja, lakini ndani ya dakika mbili limekuwa limewafikia watu na kama ni jambo baya, basi wataweza kutambua kwamba wewe ni nani na uko sehemu gani. Kwa hiyo uitumie kwa kujielimisha, lakini usitumie kwa uhalifu. mmehapa napo kura kiapo mzingatie sana, si swala la kutamka mkiwa kwenye uwanja huu wa maonyesho au uwanja wa maredi. Kumbuka kiapo kimeandikwa katika wakati ujao, na ukisaliti ukienda kinyume na kiapo taratibu ni kwamba unachukuliwa hatua za kisheria. Na nyie mmekuwa kwenye kadi ya kijeshi, mmefundishwa mafunzo ya kijeshi na kusema hatua za kisheria, naamini mnalielewa vizuri. Awali kaimu mkuu wa kikosi hicho akawataka wazazi kuhakikisha watoto wao wanakwenda kwenye mafunzo hayo na kuacha kupokea vitisho vya baadhi ya watu kwamba kwenye mafunzo hayo kuna vitu ambavyo si sahihi. Mambo yaliyofundishwa <t> katika <Krista> mafunzo kwa vijana hao wakienda taibai kujenga uzalendo na kuijali nchi yao. Mbili, nidhamu binafsi, kuwafundisha kuwajijika binafsi, kufuata ratiba ya maisha yao na kuheshimu sheria za nchi, kuweka mipaka kimaadili akiwa Jeshi la Kujenga Taifa na kwenye jamii, kuepuka anasa, ulevi, uzururaji na matumizi mabaya mitanda ya mitandao ya kijamii, na uzalendo wa kidigitali, digito patriotizimu katika matumizi sahihi bora na salama na iliiliyathama kwa vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa. Nao baadhi ya wahitimu wakaelezea ni vitu gani wamejifunza kwenye mafunzo hayo, hasa kwenye masuala ya maadili, lakini kwenye ujasiriamali, pata fursa ya, ya kujifunza uzalendo. Katika uzalendo wamejifunza njia za upendo, kuwa na upendo katika ya nchi yangu, kujali nchi yangu, kuidhamini pale ambapo inapotokea shida mbalimbali na kukingira. Ichojifunza ni ukakamavu. Nilipokuja hapa kikosini, nilikuwa ni so mkakamavu kiiva, lakini nikapata fursa ya kujifunza ukakamavu, mwili wangu kaa vizuri. Nimejifunza vitu vingi. Amna amna mafunzo ambayo yanaumiza, kwa sababu kitu kama unakipenda utakifanya unavyokipenda. Amna kitu ambacho kinaumiza kutoka hapa kikosi oh, cha Mgambo eh, eh, kabuku arajaamani wananchi.